na Sawasawa Digital kwenye tasnia ya Bongo Flavo kwa sasa hivi, mi tu ni bonge la moja la ngoma ambalo pia lime, linafanya vizuri e, tunajua l amemba e, Abigail Chams pamoja na Harmonize, Konde Boy, Konde Mjeshi. Sasa ngoma hiyo imeonekana kama e, imeweza kumfikisha mipaka zaidi na kumfanya bwana Abigail Chams tuanze kumwona mbali zaidi, kutokana na watu wengi ambao wanakuwa wanaifuatilia. Lakini watu wengi wanaamini kwamba e, e, Abigail Chams anakwenda kuwa international e, artist kwa sasa hivi kutokana na vitu ambavyo anavifanya. Sasa kuna uwezekano mkubwa kwamba kwa sasa Abigail Chams ndiye msanii wa Bongo Flava ambaye anapata attention kubwa zaidi e, nje ya mipaka ya Tanzania tu umeweza kumfungulia milango ya kimataifa ikimweka yeye katika kurasa za majarida makubwa ya burudani ndani na nje ya nchi. Hizi ni ni, ni, ni, ni, ni pongezi tu ambazo pia zinaonekana na kwa wewe ambaye pia unaifahamu ngoma hiyo, najua story eh, hii itakuwa haikushtui sana, lakini mafanikio haya eh, yanatokana na kipaji chake, lakini pia si peke, eh, kipaji chake peke yake, nyuma ya Abigail, kuna timu madhubuti na mmoja wa wanaojituma kwa kuhakikisha anaendelea kung'aa ni Gabrielle Chams baada yake, ambaye ndiye meneja wake binafsi ambaye anamtumia so. eh, Gabrielle ameweza kuthibitisha kuwa kazi ya meneja ni zaidi ya kupanga ratiba au kuhudhuria matamasha ameweza kumtambulisha msanii akataji pale Tanzania katika masoko makubwa ya burudani nje ya Afrika, jambo ambalo si kipaumbele kwa mameneja wengi na wasanii wetu wa kwamba akimfuatia akiweza kumtafutia deals nyingi sana nje ya mipaka ya Tanzania na sehemu nyingine ili kuweza kumtanua msanii wake aweze kwenda juu zaidi. Sasa matokeo haya ambayo ni mfano bora wa jinsi ambapo meneja wa kizazi kipya wanavyoweza kutumia mbinu mpya, maarifa ya kidijitali na ushawishi sahihi, ili kuhakikisha kwamba wasanii hao eh, wanaweza kuelekea kwenye majukwaa makubwa zaidi au majukwaa ya hali ndani na nje ya bara Afrika. Sasa kupitia mafanikio ya Gabrielle, anatoa somo muhimu sana. Ni lazima kutumia fursa za hit song kama jukwaa la kuweza kutangaza wasanii kwenye vyombo vya habari na eh, vya kimataifa. Inawezekana kabisa kwamba msanii wa Tanzania kupata nafasi kwenye majukwaa hayo. Kinachohitajika ni mikakati sahihi, muda na juhudi ambazo haziwezi kuisha, au juhudi zisizoisha. Katika umoja wa mazungumzo yetu, Gabrielle alisema kwamba, unajua tasnia yetu ni ngumu sana hasa kwa watu sisi wote wawili ni wanawake. Kauli hii inaonyesha kwamba changamoto wanazopitia wanawake kwenye sekta ya muziki, lakini pia inaashiria uthubutu na dhamira ya kuweza kuleta mabadiliko hasa katika ki, e, kizazi hiki cha e, bongo flava. Wito kwa mameneja wengi wa muziki, tambueni kuwa kazi yenu ni ngumu, lakini ina nguvu kubwa katika kubadilisha sura ya muziki wetu kimataifa. Kama Gabriel ameweza, basi na wengine eh, wataweza pia. Huo ndio ujumbe ambao alikuwa ametoa kama meneja wa Abigail Chams. Wow, na anasema kwamba wao ni wanawake wote, msanii ni mwanamke, lakini pia ni, na meneja naye ni mwanamke, so changamoto zinakuwa ni nyingi sana eh, hasa eh, hasa katika utafutaji wa shows eh, kuna wengine wanaweza kuwa wanataka rushwa ya ngono, vitu kama hivyo vinakuwa vinatokea, so wao wanapambana navyo na mambo yanakuwa yanaenda safi kabisa. Sawa sawa digital, habari kingine za nini mwako, sisi tunakuletea updates zote ambazo zinakuwa zinatokea. Endelea kutufuatilia.